Kama Wakristo kwa sababu tunajua nyakati ambazo tuko nazo ni nyakati ngumu, na wale ambao tunasoma unabii kama unaendelea kutimia ama kutimika, kuna vitu zingine tutaanza, tunataka kumake sure they don't happen, lakini kama hayo ndio yatamaliza hila unabii Hivi sisi sote so tuende kupumzika mbinguni, tunasema na mapenzi ya Mungu yatendeke. Kwa hiyo, sisi yale ambayo yanapaki ya kwetu ni kuombeana na kuomba na kuambia Mungu, nyakati hizi zimetushika tukiwa hai, tuonyeshe vile tunatakikana kuishi vizuri na watu wengine. Mkisikia mambo mingi ambayo yanaendelea katika ulimwengu sasa, singine unajiuliza, watu wengine wana as if they are not human beings. Na sisi munajua, sisi ambao tumechaguliwa kila saa kila dakika, huwa tunapata reports. Sasa reports ambayo ni mbaya sana ni ile ya kuua wengine, kama usiku last last night, kuambiwa kuna msichana ameuawa huko Bokeira. Na ametuka ndani ya kichaka. Sasa mtu mwenye anachukua life ya mtu, na kila siku tunasikia maombi, watu wanaenda kanisa, na hata ukianza kufuatilia utapata hata huyu mtu mwenye ameua anakuja kanisa. Kwa hivyo tunatakikana tuombeane vizuri, na pia tu, tuombe roho iingie kwa kila mtu, tusiwe tunakuja kanisa na pia tukienda nje hii life ambayo Mungu alitupatia sisi ndio tuna participate kutoa maisha ya watu wengine. se engecho kiti nyinge abantu berure boca ekanisa abinabanto bamanyire nga ntobwate chikumu togokora tuko na na chikumu na eentangani eyogwancha oyomino eyakabere wianchaya omonyene eyagatate okora amaya nainche muna mama kaunti mamayano mbamuricha bwa nataka mbaterina, Endelea kufanya mazuri mogendere gokora amaya nari chicombunity cheto chirakene mogendere gokora amaya narig egento gekoroka obwanchani orabe obonge ase tore lakini okora amabe egento gekoroka ogobisa egekoba kenene